Ulikuwa wapi? Kule ndo nilikokuachia majukumu. Kiepe iko wapi? alivyoondoka nimesimama mama, kama anatoka acha nimungopea. Sami yupo kule ndani, anaendelea na kazi zake.

Habari yako kaka? Nzuri. Ha, samahani kaka, kwa sababu nimekukatisha safari yako bila samahani. Lengo la kukuita hapa, nataka nikupe pole ya kile kilichokutokea kuhusiana na msiba wa mama yako, maana sikuweza kukupa pole kwa sababu ya taarifa iliyotokea pale. Na ukiangalia wewe ni kijana mtaratibu, mpole, mkarimu, mwenye heshima katika kijiji hiki. Kwa hiyo pole sana. Asante dada. Ni mipango Mwenyezi Mungu akiamua jambo lake huwezi kupinga. Na kingine pia samani kama nitakuwa kukwaza. Nakukwaza. Ile siku ya msiba mjomba wako alizuia mwili wa marehemu usizikwe. Alizuia mwili. Kwa kawaida binadamu akifa huwa anakaa muda mchache sana na kuharibika. Vipi mwili utakuwa uko sawa kweli? Mwili haujaharibika. Na kujua kwamba umeweka kitu gani liwezi kuwa katika hali kama hiyo. Sijui chochote, anayejua ni mjomba tu. Ah, basi sawa. Pia asamani kwa kupotezea muda. Jambo jema na karibu nyumbani. Asante sana. Ipi Baruza, nimemwangalia kila sehemu Simoni mpaka geto kwake, hayo hivi. Mnajua mnapoteza muda, yaani huu muda ndio utakia tende kule, lakini mpaka saizi bado mnajizungusha. Sasa najizungusha mimi au Baruza? La sister. La sister. Baruza wewe. Vipi baluza, baluza baluza wapi na wewe? Wewe mwenyewe unajua, ndio nitakuwa tumchinje kobe. Alafu time mimi unazipoteza. Basi like it together, nilikuwa katika mizunguko yangu, nikapitia zangu kwa kipunje pale, ana mazingira yake na masikompiko kibao, ninavyokwambia mimi. Nikampanga, nikamwambia wewe mwenyewe mazingira yako kama mazingira yangu mimi, ushanielewa? Uko nyumbani, masikompiko kibao kwao. Nikamwambia tupiane collab mimi na yeye, mpaka kwa Bibi Yasmini tokatua singeli yetu pale, safi ninavyokwambia aina masikompile sista. Hapo tunanyanyua tunampitia kipunje, tunakwenda kulianzisha kiwinji winji ninavyokwambia. Sasa kipunje wa nini wewe? Kipunje ndio kumpeleka kula fanya nini? Sisi tuna matatizo yetu, kipunje na matatizo yake, kila mtu aende kwa wakati wake. Wewe unataka kumbeba kipunje umpeleke kule? Aya, alikimpata la kumpata. Sikia nikwambie, hapa hamna cha kipunje wala nini. Sisi kama familia tuondoke, tukamalize jambo letu, yeye ataenda kwa wakati wake. Tushapoteza muda sana hapa, au siyo? Basi sawa, kutokana mmejiamini, jeshi langu, tuende tukavamia ile ngome. Yeah, yeah, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Yaani siamini kama ule Dadila anazungumza naye hapa ndio yule kwa sababu ulikuwa uambiliki usikii, kwa chochote hasa tukimtaja ule mzendo kabisa, mambo yanakuwa tafarani. Pole sana ndugu wangu. Alafu niseme nashukuru sana kwa kunipambania mpaka mimi nimefikia katika hali hii. Hivi unafikiri kwamba nilikuwa sielewi kitu kinachoendelea? Yaani nilikuwa naelewa kila kitu. Hata vile tukikwaruzana, tukikwazana, nikikujibu vibaya, mimi najua kila kitu. Lakini naisi, haikuwa akili yangu ya kawaida, kwa sababu ilikuwa inakuja kama nafsi, sijui ni roho inaniambia, fanya hivi au mjibu hivi. Tena yo ndo nilikuwa na nakuchukia <tosimu> eh, ais hapana. <tosimu> Sema nashukuru sana ndugu zangu, jamani. <tosimu> Kikubwa tushukuru Mungu kwamba ili jambo limepita, kilichobaki tuangalie mambo mengine. Sema nikuambie kitu kimoja mdogo wangu. Mimi namchukia sana yule mzee maneno. Yaani sitamani hata kumuona. Na sijui siku nikikutana naye itakuwaaje. Alafu hakuna kitu kinaniumiza zaidi kama nikikumbuka ile siku mimi nimetoka hapa nimeenda kulala kwake. Ile siku inaniuma sana. Yaani e, Mwenyezi Mungu tu aniepushe naye, nisije hata nikamuona. Alafu vipi dada, kwani kwake? Dada ametoka amelekea kwa mganga kwa sababu mganga alimwambia baada ya kumaliza hizo taratibu za hapa inabidi aende kule kilingeni kwake akaonane naye. Kwa hiyo alivyoona wewe umerudi katika hali yako ya usawa, akaona atoke. Yaani, Mwenyezi Mungu tutamsimamia dada yangu. Mambo yake na yafikie tu mwisho. Sawa, ngoja basi mimi nikapike. Sasa hapo umenifurahisha maana tayari nilikuonyesha kimisi chakula chako. <laughs> Sawa, chakudeka, ngoja nikupikie haya. <laughs> Naomba kaniletee kile kibuyu changu cha manyoya ya bundi. Yeah, manyoya tena. Na kijua hicho. Kiepe. Unanichezea akili. Kwanza umekuja kiminyato minyato. Alafu umejifanya umezimia. Asevi umezinduka. Kiepe, unanichezea? Nimemuuliza siwa. Kiepe iko wapi? Akanielekeza uko huku nyumbani kwako. Sasa hivi eti unaniuliza kimoyo tena. Umesikiaje kama nimeongea kibuyu? Eh. Wewe si unauliza ni nimesikiaje? Mwalimu Shunda. Tangani. Oh. Habari yako Tangani. Safi. Ujambo. Sijambo. Shikamo. Kumbe unaishi hapa hapa eh? Eh, ni kwetu. Tena nakaa na bibi. Aha. Basi sawa. Mimi nadhani tukipata muda wakati mwingine, tutakuja kukutembelea, kwa hiyo hiyo tutakuja kwa ajili yako kabisa. Au unasemaje? Eh, ya, ni kweli. Nitafurahi sana tena zaidi ya sana kwa maana ukifanya hivyo utakuwa umekosha hadi moyo wangu. Ati <sighs> mimi sipo huko kwenye mawazo ambayo wewe bado unayo. Hivi kumbe bado una mawazo kama hayo? Bado una imani kwamba ipo siku unaweza ukaona mimi kimapenzi? Ndio, naachaje kukuwaza ikiwa bado moyo wangu nakupenda. Una, <laughs> una matatizo. Ah, niache tena. Una matatizo sana na sio wewe tu miongoni mwa wanafunzi wote ambao tulikuwa tukiwafundisha darasani, sidhani kama vichwa vyao viko sawa. Hivi hebu niache eh, eh Biasimini kule ndani misikuli kwa mwaga mwaga viunga eh, kasema si mimi, usafi ni kazi yangu, kwa nikafagia fagia ngatupa kwenye jalala kule. Hivyo viuchafu kiepi huku, kuna jalala toka lini? Ukamwaga huku Eti, toka lini uko kukana jaraabiasimini? unaniuliza tena mimi eh? nitebe tu hapo biasimini. kumlazi seti, nimechoka na kumlazi yako wewe, kila siku kuomba samani kwangu, kumlazi kumlazi kumlazi kumlazi, nimechoka. Kiepe, jiangalie, nitakufanya kitu kibaya uje kujutia. <laughs> sema nini, wanangu? Umetisha sana, ni joto tanichomanisha. Kaka kimya kama umekula mbuyu hasa, ninda kasije kakatushtukia. Nakaongea naondoka basi, eeh Hivi wewe unadhani kwamba ile swala la nyinyi kuto kuja shuleni mimi limenifurahisha si ndio? Na hili swala ambalo wewe unalihitaji aliwezi kuwa never and ever. nadhani utakuwa umenielewa Mr. Jiwe, mimi sina la ziada la kuzungumza hapa. Kama utojari, tunaweza kwenda samani, Mwalimu Jiwe, mm-hmm. Mwalimu Jiwe, wewe ni rafiki mkubwa sana wa Mwalimu Shunda. Nadhani unaweza kunisaidia kumshawishi Mwalimu Shunda apokee hisia zangu. Labda nikwambie kitu kimoja. Wakati unamfuata kule na kumweleza hisia zako, akushawishika na maneno yako. Ila mimi nilimshawishi rafiki yangu mpaka akakubali. Kwa hiyo, nadhani unaweza kunisaidia na wewe mshawishi Mwalimu Shunda akubaliane na hisia zangu. Nilo tu. Sasa nsikilize, hilo limeisha. Mimi nina uwezo wa kumshawishi na akakukubalia kwa muda wowote ule unaotaka. Labda nikukumbushe kitu kimoja tu, kama nina uwezo wa kufundisha wanafunzi sitini na wakanielewa, sishindwi kumwelewesha mwalimu mmoja. Kwa hiyo, hilo limeisha. Hey mister, we have to go. Nakuja, nakuja ah. Sasa nitakupa majibu, sawa?

Ele moseli nale na nzela nale kojala isila koshoka chini muno shiko nyinge no shikonyinge vano valewaza shiko nyinge no shiko nyinge wakobeta kine chini ya uvungu nale togwa na mane sili ya uvungu nale togwa na debe Umeona tabia yako ilivyokuwa mbaya. Yaani mimi nimekuja hapa kuwaona unashindwa kunisindikiza. Ila wewe ukija kwangu mimi nakusindikiza mbali mrefu tu. Ndio maana mimi muda mwingine naingia uvivu kuja kuwaona hapa nyumbani. Hamna, <laughs> dada. Umeona kabisa pale mimi nilikuwa naandaa nipike. Unajua, kabisa mjomba wako arudi hapa akute chakula bado, tutasababisha matatizo. Yaani usitoe kuniambia kabisa kama umemsahau mjomba wako. Ni kweli sijamsahau, lakini hata kama. Wewe unashindwa nini kunisindikiza kunichotu hapa hadi pale. Ah, tuachene tuachane nayo, si umeamua. Basi acha mi nitoke hapa niende nikaone hao wafiwa kama nilivyokuelezea. Sawa so, dada karibu tena aya. Ah, ubaki salama. Akija mjomba msalimie. Haya ah, Kwa lipepa na maskini, kama kama tani kama tatu kwa wakati wote, na ni atajiangalia wewe ni tajiri. Hmm? Ni bwaga bali kwa bonge moja la tajiri mkulanga mzima. Sasa hivi nimechalala te. Sina tamaa mbovu. Hmm. Yani kama nimekanyaga mdudu tu. Maana kila mtu anaopanda unateleza. Kila mtu anaopanda unateleza. Sasa hapa hitimisho na mazungumzo yangu ya mwisho, wala nijiue. Hey, akienda kunuza Mungu na mjibu. Eh, hey, namjibu. Eh, hey, kwamba mimi huko duniani kulichafuka, mambo magumu. Eh, hey, nikakosa pa kukanyaga kila kila mtu nayemfuata, ananikimbia. Ananikimbia za niende wapi? Msada wako kimbilio langu. <laughs> Ndakikamba la ovyo ovyo. Hey, Mungu. Naiweka roho yangu mkononi mwako. Yaani kama alivyosemaga Kristo. Nikukufarishe. <laughs> Anaweka mmoja. Wewe uh -uh. Mama He, hasa nikajua ndo malaika kwamba ndo kafika sasa kuja kuchukua uhai wangu. Haya ah, nikuulize, mganga wangu, hapo umefikaje hapa? Na nikakuelekeza na ulikuwa unasikia mazungumzo zangu yote nilikuwa nazungumza. Pakweli huwa sipendi, hmm? kumsaidia mtu asiokuwa na fadhila, mama Haikuwa rahisi lakini nimefanikiwa. Maana kwa bahati nimefika pale nimekuta kumetulia, milango imefungwa, yani kuashiria kwamba hakuna watu. Kwa hiyo nimefanya jambo langu kwa umakini tu na hakuna mtu yoyote alioniona. Nilivyomaliza na pale nikapitia njia nyingine. Sikupita tena ile njia nilotokea. Nikaenda nikajizungusha zungusha huko mpaka nikatokea hapa. Kwa mama ya jambo imeshafanikiwa. Vizuri kama umefanikisha. Tusubiri majibu. Endapo yeye ataporudi pale nyumbani kwake, hatapokanyaga ile aris, itapomwingia ile dawa, basi atakuwa kama vile tunavyohitaji. Hmm. Sasa atakufika pale akakanyaga ile aris ile dawa ikamwingia, atafanya fanyaje mpaka kunipata mimi? Wewe usijali, atakutafuta mwenyewe. Ile dawa ndio itakayemsukuma afanye hivyo, mama. Hmm. Naye kiboko Tusubiri matokeo. Mimi naingia ndani. Sawa. Wewe ulikuja kilingeni kwangu kuchukua dawa ili uweze kufanikiwa katika biashara yako, au ili upate dawa ya kwenda kuomba hela kwa watu? Hebu tafuta pesa, nunua bidhaa fuweke katika yingi lako, kisha uuze alafu uone, kama dada yangu, itafanya kazi au haitofanya kazi. Na hii ni mara pili nakusikia unaongea hivyo, sitopenda jirudie tena, na huwa sipendi eh? Asonge kwa badani nipe ha, so ushauri hatajikilii hmm? Aami nahangaika kama mwanae, badani anibadilishe mbinu yoyote, niweze kufanya nipate maarifa, maarifa mengine tofauti nayo, lakini au kameenta aya ah, kugairi nimesha jiua eh, eh, ah, kujiua nimesha gairi. Chamsingi hapa nitafute kazi ya jeshi good <laughs> idea, tafute kazi ya jeshi aya ah. na mtu wa kunipeleka jeshi ni nani sasa? Hapa nimtafute mwanangu mm, fajei fulu kuenda jeshi tu Pemba, nikapige kwata zangu miezi mimi mitatu eh, nikija na vimba wanamkulanga, mtanielewa tu mjeshu mm. <laughs> Akanivunje kwa mwili gani huo, anigange hivi? Hey, shangazi, shikamoo. Marahaba, kwema? Ah, kwema kabisa sijajua, nyi hapa. Nilipotoka uko salama na nimerudi salama, namshukuru Mungu eh, sawa. Mbona mbaya kurudi? Mimi nilijua hata utakaa na mama kidogo, azowea mazingira. Ni kweli lakini, mjomba aliniambia niende kwa haraka na nirudi kwa haraka sana, sijajua alikuwa na maana gani. Naona mkawa umetoka vizuri sana. Sana. Haya, mimi naingia ndani mara moja. Hivi kipipi, wewe una matatizo gani? Unataka nikufanyie kitu gani <tapulitra> kwa mpaka hapo ujui nataka nini? Ujui natakiwa nifanyiwe nini? Kweli wewe, mbwembwe beginazi. Sikieni nikwambia kitu kimoja, wewe ndio mtu wa kwanza kunifilisha kwenye kuni maisha yangu. Wewe mpaka leo unanifanya mimi naishi kwenye maisha ya kimaskini. Nimekuchoka, sikupendi na nishakwambia, na unalijua hili. Kipi tena unauliza kutoka kwangu? Tena unataka nini? Nikufanyie nini? Unjui, unjui nataka nini kutoka kwako kwa?

Amelala chumbani kwake. Oh, okay. Sikiliza so... <tipedin> mkiangu kipenzi, kiukweli mi nakupenda sana na siwezi kuishi bila wewe. Machozi yangu yanatoka ni kwa sababu ya upendo wangu wa dhati kwako. Furaha yangu ni kuona moyo wangu muda wote una furaha kwa sababu yako. Sasa basi. Bora nife mimi abaki mwanangu na wewe, kuliko ni ukifa wewe. Sasa uenda, Mungu hana sababu zake za msingi, amepanga hapa palipofikia, nadhani itakuwa mwisho. Uenda, kutaka mimi na wewe tufike uzeni tukiwa pamoja. Naomba talaka yangu. Unasemaje? Naomba talaka yangu niondoke nyumbani kwetu. <coughs> Kwani mbona umeshaanza kudata hivi? kati yangu mimi na wewe, nani mwanaume ataka kumpa mwenzie talaka? umeona kipi eh? Sasa unanivuruga, <coughs> unaichanganya akili yangu, na kwambia mimi unipe talaka. Baada ya kuambia mimi ndio nikupe talaka wewe, uondoke kwenu na nyosha maelezo Nataka nikupe talaka yako uondoke kwenu. Wembo umechelewa. Umechelewa. Yani mimi mwenyewe talaka ndo alikopo wembo wangu wa taifa kila siku hapa ndani. Nataka talaka yangu. Ila wewe kinyume unaningangania mtoto wa watu eh? Nipe talaka yangu. Tena wewe kwa akili yako unachokiwaza Kipipi? Kama kuna wanaume wanakudanganya, wanakuambia wewe mzuri. Wewe sio mzuri, mfupi kama shilingi hamsini. Mimi nimekustiri tu kwa sababu nakupenda na nilikutongoza kutoka ndani ya uvungu moyo wangu. Sasa kama wanakudanganya wanakuambia wewe mzuri na ukathamini shilingi elfu moja na hamsini ya mwezi, ukadharau kila siku mia tano. Basi fanya unachokiona wewe kwa. Hebu nitokee na na wana hey, okay, mimi wewe ushanichosha hapa kila siku nalisha matembele mimi hadi nimekuwa kijani. Baki vuna panga ngako.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 vitu chini aufungwa tujaviona. Watu wanaubadili mchana kuwakiza, kama ubaya wa mwachi, Mungu wanalipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima, yaani vituko, sijapata kuona, wanaitwa mekwa kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka, yani utastaajabu kuliko yale yanaviusa. Ah, kumbe kuna siri nzito sana. Ah, uhu, kuna vitu vya kutisha uadui ah.